Mimi kama askofu mkuu wa kanisa la BGRIM majukumu yangu yanaweza yakawa kwenye maeneo mawili au matatu. Jukumu la kwanza kabisa ni kuwafundisha watu wangu haki, na moja kati ya haki yao ni haki ya kupiga kura. Kwa hiyo jukumu langu la, la kwanza kubwa ni kuwafundisha watu haki zao na wajibu wao wa kwenda kupiga kura, lakini pia sio tu kujiandikisha, wanakwenda katika vituo vya kupigia kura wakapige kura. Hiyo ni jukumu langu la kwanza. Jukumu langu la pili ni kuombea uchaguzi, mimi pamoja na kanisa kwa ujumla, lakini pia pamoja na viongozi wenzangu wengine wa dini mbalimbali na taasisi mbalimbali za kidini, kazi yetu kubwa ni kumwomba Mungu atujalie tupate viongozi ambao wataipenda haki lakini pia watawatumikia wananchi na sio kujali maslahi yao tu. Ni huu ni wakati sasa taifa letu kupata viongozi sahihi na ambao wataliinua taifa letu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya kimaendeleo. Tumeona viongozi waliopita awamu mbalimbali zilizopita zimelitoa taifa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini sisi kama viongozi wa dini, jukumu uh, letu na mimi, jukumu langu kubwa ni kuliombea taifa hili na uchaguzi unaokwenda kufanyika ufanyike kwa njia ya amani, na kiongozi apatikane kwa njia ya amani, na nchi yetu iendelee kuwa na maendeleo katika hali ya amani na utulivu. Ni waase wa Tanzania, ni waase viongozi wote wa serikali na viongozi katika ngazi mbalimbali mbali za nchi hii. Hakuna kitu chenye thamani kubwa katika nchi yetu tulicho nacho kama amani tuliyo nayo, ndiyo inafanya tuweze kufanya majukumu mbalimbali mbali na kazi zetu katika mtiririko unaotakikana, kwa sababu ya kuwepo kwa amani. Kama tukiivuruga, mambo mengi yataharibika. Kwa hiyo wito huu wa kuliombea taifa kuliombea taifa kwenye uchaguzi huu, lakini pia kuwaombea kuwaasa, ku, ku, ku, viongozi mbalimbali wanaotoa matamko mbalimbali ambayo yanaashiria uvunjifu wa amani waache mara moja kauli hizo tata ambazo zinaweza kusababisha uvunjifu wa amani, badala yake wajikite kwenye kuelekeza kutoa sera zao kwa wananchi, watoe sera zao na wananchi wachague sera zao na sio kutoa kauli ambazo zinaashiria uvunjifu wa amani. Kwa hiyo sisi kama viongozi uh, kwanza tunakwenda kinyume na matamko mbalimbali ambayo yanaashiria uvunjifu wa amani, lakini pili tunaendelea kuomba. Kwa pamoja na kuomba, lakini lazima tutoe maelekezo, tutoe uh, ushauri kwamba pamoja na kuomba, lakini uh, sisi tunapoombea. Lazima na wanaoenda kwenye utendaji nao wajitahidi ku kuadhea ku, kufuata taratibu na kanuni zilizojiwekea katika nchi yetu ili kuilinda amani yetu. Kwa hiyo jukumu letu la pili, jukumu langu la pili kubwa ni kuliombea taifa hili linapoingia kwenye uchaguzi, uchaguzi uh, uende kwa amani, uende kwa utulivu na hatimaye tukapata viongozi kuanzia levo ya udiwani uh, levo ya wabunge na hata kupata rais ambaye ataiongoza nchi yetu katika mwaka huu lakini jukumu langu uh, la tatu katika haya yote ni kuwahamasisha wana uh, washirika wangu walioko katikati ya katika uh, kanisa langu kuhakikisha na wao wanashiriki kwenye kuchaguliwa, kwa sababu katiba yetu inatoa haki ya mtu yoyote kuchaguliwa kuwa kiongozi, ana haki ya kuchaguliwa. Kwa hiyo kama katiba inatupa haki ya kuchaguliwa kuwa viongozi, mimi na wajibu wa kuwaelimisha watu wangu ya kwamba wao pia kama raia wa Tanzania wana haki ya kuchaguliwa kuwa viongozi. Kwa hiyo waingie kwenye vinyang'anyiro mbalimbali, washiriki mambo hayo ya uchaguzi, na wao wakiwa na haki ya kuchaguliwa, wachaguliwe pia, wafanye wa, wawe sehemu ya viongozi katika nchi hii, maana najua ya kwamba katika kitabu cha Warumi viongozi wote wanawekwa na Mungu kwamba eh, hali yoyote inayojitokeza, lakini viongozi wanawekwa na Mungu, na kwa sababu viongozi wanawekwa na Mungu, basi lazima tumuombe Mungu ili uongozi huo upate kibali machoni pa Mungu na waweze kuongoza sawasawa na mapenzi ya Mungu taifa letu la Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ipe amani na ulinde nchi yetu ikae katika eh, amani na utulivu, lakini pia ukuze uchumi wetu wa nchi yetu ya Tanzania, ili keki ya taifa hili ifike kwa kila mmoja anayestahili kuipata, isiishie kwa watu wachache. Mungu ibariki Tanzania. Mungu awabariki Watanzania, bariki viongozi wetu wote katika jina la Yesu. Amen.